Hakuna uchaguzi ambao unaweza kufanyika Tanzania katika mandhari ambayo tunaona kwa sasa, wakati ambapo umekizuia ume chama kikubwa zaidi cha upinzani kushiriki ule uchaguzi, umemfunga kiongozi wao, umemwekea mashtaka ambayo unajua yatapelekea kwamba asiiwe eh, candidate pale kwenye uchaguzi, umewakataza uh, uh, kufanya mikutano ya hadhara. Vipi utauza sera zako iwapo utazuiwa eh? Umekandamiza vyombo vya habari haviwezi kuripoti E, hali kamili ilivyo katika nchi ya Tanzania, umeingiza watu baridi, wanachukuliwa wanaowawa. Huo sio uchaguzi bwana, huo sio uchaguzi. Na mimi nataka niwaambie wana Tanzania, iwapo mandhari kama haya yataendelea, basi e, matokeo ya yule uchaguzi yatakuwa ni matokeo ambayo hayatakuwa hay, hay, sawa. Sisi kama viongozi wa taifa jirani eti kukubali matokeo kama hayo? Kumekuwa na hiyo mambo ya no reform no elections. Nakubaliana nao, nakubaliana nao, na vitu ambavyo wanaitisha ni vitu simple sana. Unajua, sisi hapa Kenya tunachukulia vitu zingine for granted, kumbe kuna watu wana nyimwa huku nje, eti hawezi kusimama kama independent candidate Tanzania, eti wao wanachaguana wenyewe e, wasimamizi wa uchaguzi, eti huwezi kufanya mikutano ya hadhara, huwezi kwenda kwenye radio na TV jinsi ambavyo tunafanya kila siku sisi hapa Nairobi. Unajua, inatushangaza sana sisi kwa sababu inaonekana kwamba Watanzania wanaishi katika hali ngumu sana unanielewa. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kama ningekuwa Mtanzania, ingekuwaje? Ningeweza kweli kushiriki eh, siasa za, za Tanzania iwapo siwezi kufanya mikutano iwazi, iwapo siwezi kuzungumza kwenye redio na, na, na TV eh? ili kuuza sera zangu eh, tunaombea tuna <laughs> tunaombea majirani zetu kwamba eh, Mungu naye eh, Mungu ambaye ame, ame, ame intervene katika mataifa mengine. Naye pia aingilie suala zima la la Tanzania.